thiini wa mbuku ya Isaia mirongo thatu na nyanya uh, kama valitwambilia kambere nginya ya kaga tanda tunga ya kina tweka maundu mega vendeo ezakia no arwalire na kemuradhi zaia muvese wa Amosi ni wadhiere kulekana kina mwira atiri ngai munene araugo vange maundu manyomba yaku ni undu ni ugukua ti uvora ezakia no asokire akevoguka na kiroria rothingo na kivoya ngai munene akiuga atiri ui ngai munene na kuthaitha uririkani uria mbithiritwe ni mwiboke ku kuri we na ngoro yakwa yonthe na ngikaga kaga maundu maria wonaga mari maaro na ezekia ni waririre ena ruru mwingi muno ngoro yake naguo mugambo kiuma kuri ngai ukira isaia atiri thiukere ezekia ngai munene ngai wa aguo ndaundi arauga atiri ni mbiguite iboya riaku ni monete methori maku na koguo ningukwongerera miaka ikumi na itano utura uri waku ningakuvonokia we wanaituraririria jelusalemu kuma kuri muthamaki wa silia na nirigitire muthikiri wakwa mbitikiria tu twaririe ciugo icio cithinwa mbuku ya isaia mirongo ithatu na kanana kiraoko kia munthi na umunthi muthikiri wakwa kwina kindu nienda nguthomithie uvoro wakio na vata wakio na kendo kia mbele mudhikiri wa kwa nigo koro goe muwe vake kukwe ngai kwe na tumaundu tu dhatu tukoro gato kimbono kia mu kristiano muno kendo kia mbele ni kwe voka ngai mutora muoyo kendo kia angibera, ya kairi mudhikiri wa kwa ni kumenya kuvoya na kendo kia kadhatu ni kumenya vende ya wete kendo frani The right time kavinda kana kagiriru kago voya e voya frani. Kirekano kilambira dhinu ambuku ya Isaia mirongo dhatu na kanana mudhamaki ezekia ni warwalire muno na kirekano kiratu era ti arwalire nginyegia gikuvereria gukua na kavinda ko ka rwaru yake kirekano kembera gati muradi senya no atumiro gweke na kirwa thiwera mudhamaki ezekia ti atue ka wakuvora no atenia gutweka wagukua wagukua na kavinda kare mudikiri wakwa ezekia diere kine rwondo yu muradi senya kidi akimwera ezekia nero nguire ruwega he wambie kuga indo cia mucii waku wambie kuga maundu maku tondu ngai augite nduravona muri muyo no ate no gutweka hagukura muthikiri wakwa kirekano kimbira gatirekira ko kyo mundi ati hezekia avugukire akigaruruaruthingori na kina voya enoruru mwingi muno munonorori ake akira ngai atiriri mwathani ni wici ngor twe ngigutungatire nimukwivuku na ngoro yakwa yonthe

nwanginyagie tumenye kwivoka ngai nwanginyagia maundu ri mothe mamitura yetu tugikara tugitura tumenye kwivoka Jova mutura muoyo maundu ri mothe wana makithira wana maundu magisoka atiri tuna kaundu kamutu tukaririkanagia ngai tukamwira mwathani nwakorwe ndiane ka undu wingi guonthe nwatinene kwivokete kaundu kingi muthikiri wakwa ningi na twithomithie ni uvorwe voya tondu andu engi muno vindi iria twithinari tuterikanaga kuvoya tari kwina andu mankirirwe no gukua na makinetikia ciugo icio kwina andu mera gwa rwarite murimona no gukuthiria mundu tosi akina thia akina vingira gwake nyomba akinete kira gikuu kiva kuve kwina mundu era gwa maundu marathi undu fulani kuku gutewe gokoneka nao kathi ugetikia ciugo icio nirenda twiruta kuvoyaga gukana na gukanja maundu mothe turona matiagirekete kirikano kimbiraga ati muthamaki ezekia agarurukire ruthingori akiririra ngai na ruorwa ringi muno ngoro yake akimwira wi ngai na kuthaitha ririkane tu mbithiritwe nimwivoke kukwiwe na kirako kio muthi nienda ngudirikanie kaundu nikeavoye ngai

nitumenya ati Ezekiel ndera ngai ati arnaru amuvorierire ngai ne. maundu nirendo ndirikane maundu maria ngoretwe gika twakumuvoria tu Ezekiel ndagaririkanwe ature muoyo tondu nwarege kuragwa ni murimu ucio nwatiauragwe ni kindu kingi na ngai akinera mrathiiaia atoa thii wira Ezekia mbere ya umagarite mwira ni narikie kwigua kirogi yake mavuya make ni narikie kumegwa na ni mungira miaka ikumi na itanonde i nindugaga aria matenakio nie nindutaga wira waku na kio ninirutagiragwo gutungatira mwathani ndirikana tu nundu wa kau ndu kau kamwe kwina karumba kainagwa ati ngai eka kaundu kengi kamwe tu na karumba kau kandirikanagia atiriri ati ngai agitwikira kaundu kengi kau kamwe nonginyagia tukorwe natkw kwina kaundu twiki te nngiyagia ukore kwina kaundu wikite

Ngai amenya ati nomutolereta ngai amenya nuumugocaga ngai amenya nuikaga wendi wake nitukore twina kaundu kamwe tu tungira ngai mwathani tuvonokia nundu akaundu gaka Wimwaro FM gaka niko.